Wengi huwa wanashindwa kujua au wanashindwa kujua hichi kitu ambacho nataka nikufundishe, nikiwa kama mfalme wa dawa. Neno fedha, pesa, ankala, mani na majina mengine. Fedha ni kitu ambacho ni karatasi pia, fedha ni kitu ambacho ni shaba au chuma. Lakini kwa nini unapanga mipango, mipango mingi ya kupata fedha, mipango mingi ya kuingizia fedha, lakini fedha huwa haipatikani kwa mipango yako uliyoipanga. Sasa pesa ina siri moja, ili kumiliki pesa na ili kuwa na pesa kuna maagano ya fedha ambayo lazima uyaingie, ambayo pesa haipendi mtu mapepe, pesa haipendi mtu wa hovyo, pesa haitaji kitu cha ovyo, na pesa ina misingi yake, na ndiyo maana fedha inakaa kwa mtu timilifu. Nikisema timilifu, unaweza ukajiuliza, timilifu, unaweza ukahisi ni mtu special sana Hapana, na ndio maana hata wajinga hata wasioelewa wanamiliki fedha, kwa sababu pesa inataka maagano ambayo yako sawa. Maagano yako sawa, nikisema ni kati ni ya maagano ya fedha. Na wewe unapataje au unawezaje kuwa na maagano ya fedha? Maagano ya fedha unaweza ukawa nayo, lakini sio lazima uende sehemu kwamba ukajiapize maagano ili upate pesa. Hapana, pesa inahitaji heshima, pesa inahitaji siri, pesa inahitaji kutunzwa. Na ndio maana wengi au wewe mmojawapo, ndugu yangu, unaonaje? Unaweza ukapata fedha, lakini fedha kwako kwa haikai wala itulii, inapita. Kwa sababu pesa ulionayo au mwili wako, pesa haitaki kukaa na wewe kwa sababu hauna maagano ya fedha. Nini maana ya maagano ya fedha? Maagano ya fedha ni heshima, utulivu na kuitunza fedha. Lakini ukiona huna hivi vitu, ina maana wewe ujachagua kuambatana au ushirika na pesa. Na pesa ina miko, pesa ina mifumo. Mfano mzuri, ukitaka kumiliki pesa ni rahisi sana, lakini pesa inatakiwa uanze kuzoea kuishi nayo. Usianze kuzoea pesa kumpe mtu akushie. Hebu jitahidi kuwa hata na milioni mbili tatu, tembea nayo, alafu weka bajeti yako kwa siku. Mimi situmia hata mia, au nitatumia shilingi elfu tano, lakini ile pesa ni ya kwako, unaamua kumaintain. Fanya mazoezi hayo, yatakusaidia. Lakini pia hayo ni baadhi ambayo ninakuambia juujuu kama rasharasha. Tukitaka kuingia ndani, karibu kwenye Genius Root, tayari magrupu yangu ambayo utapata elimu ya upana zaidi lakini vilevile pesa ni kitu ambacho ni kidogo, pia ni kikubwa. Ni makaratasi, ni shaba, ni chuma, lakini ina siri kubwa sana. Ili upate pesa, kuna design nyingi za kupata fedha. Kuna majini, kuna mizimu, lakini vitu hivyo vinaambatana na wewe katika shughuli zako. Vitu hivi vinaambatana wewe katika mazingira yako. Huwezi ukapata fedha kama huna kitu chochote unachofanya, huwezi ukapata fedha kama hauna chanzo chochote cha kupata hiyo fedha. Sasa katika vyanzo ndio tunatumia mizimu, tunatumia majini kufanya maagano ili tupate hizo fedha. Na watu walikuwa na maneno mengi kwamba lazima kuwa tajiri au kupata fedha nyingi lazima uwe na maagano au na masharti. Hapana, unaweza kupata pesa kwa kutumia mizimu ya kwenu tu na ikakuinua ukapata fedha nyingi kwa kitu chochote unachokifanya. Mimi natumia mizimu kupata fedha, sina kafara, sina kitu chochote. kafara yangu ni miti na wanyama. Kafara yangu ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, ikiwezekana na ngamia, ambaye ndio kwenye kafara kubwa. Kwa hiyo mizimu inagawa fedha mizimu inakufungulia njia, mizimu inaweza kukunyoshea wewe kuwa tajiri bila kuingia kwenye mikataba ambayo itafanya usifurahie fedha, usifurahie maisha. Siri ni miti na wanyama. Leo ni somo chache au somo dogo ninakupa, lakini siku nyingine, endelea kuungana na mimi nitakuja kukupa siri au nitakuja kukufafanulia nini maana ya Freemason. Wengi mmekuwa me, mkidanganywa, mkitapeliwa, mkiaminishwa kuna watu baadhi wanaweza wakawaunga Freemason, wakijiita ni mafreemason siri ninayokupa Freemason awamuiti mtu bali, wanamtaka mtu wanayemtaka, na viongozi unaowajua wengi duniani ni mafreemason ambao Freemason sivyo unavyofikiria au ulivyoaminishwa. Freemason ni ujenzi huru unaozingatia misingi na mipaka ya maagano kwa kila nchi au mtu, mikataba aliyoingia kumpandisha kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hichi ni kipande na kugaia. Endelea kujiunga na mimi mfalme wa dawa King Genius. Nikisema nimesema, ninajua, ninayajua mambo. Ungana na mimi kipindi kijacho.